Kwa jina naitwa Mhandisi Diana Kimbute ni Catchment Officer wa Coastal Bonde la Wami/Ruvu. Leo hii tarehe 15 mwezi wa 5 2025, tumekuwa na kikao kati ya bodi ya maji Bonde la Wami/Ruvu kidakio cha pwani pamoja na wadau wetu ambao ni watendaji na wenye viti wa kamati za mazingira katika Mto Mpiji Lengo la kikao hiki ni kukumbushana majukumu yetu, lakini pia kushare changamoto ambazo tunazipata katika zoezi zima la usafishaji mito. Kama tunavyoelewa, Mto Mpiji unasafishwa na makundi mbalimbali ikiwemo wakandarasi, lakini pia na vikundi vya machepe. Kwa hiyo tumekutana hapa leo na watendaji wa maeneo yale pamoja na wenyeviti wa serikali za mitaa ili kufanya tathmini ya zoezi zima la usafishaji wa mito hasa Mto Mpiji na kuangalia ni namna gani tutakabiliana na changamoto ambazo zinatukabili katika zoezi zima hili la usafishaji wa mito. Tunashukuru kikao kimeenda vizuri na tumepata michango ya wajumbe ya kuboresha. Kwa hiyo tunaamini kwamba zoezi letu litakwenda kuwa jepesi zaidi kwa kuwa kila mmoja amekumbushwa wajibu wake na wameonyesha nia kabisa ya kuwa wako tayari kushirikiana na bodi katika swala zima la usimamizi wa zoezi la usafishaji mito hasa mto Mpiji. Mimi napenda kutoa wito kwamba tuitunze mito yetu ili tutunze, nitoe wito kwa jamii nzima kushiriki katika utunzaji wa mito yetu. Tusitupe taka kwenye mito, tusimwage maji machafu kwenye mito kiholela lakini pia tusichimbe mchanga ndani ya mto bila kufata utaratibu. Si sote tuwe ni mabalozi? Ukiona mtu anakiuka taratibu hizo, basi toa taarifa ofisi ya bonde la maji Wami Ruvu, ofisi ziko hapa Ubungo. Natoa wito kwa jamii nzima, hasa jamii inayoishi pembezoni mwa mito kutunza mito, kwa sababu tunasema itunze mito ili ikutunze. Tusifanye shughuli zozote za kibinadamu ndani ya eneo la mita sitini katika kingo za mito, tusitupe takataka hovyo, tusichimbe mchanga hovyo, lakini pia tusimwage, tusitiririshe maji machafu kwenye chanzo cha maji. Lakini pia tujitahidi tusichimbe visima hovyo kwenye maeneo yetu, tufate taratibu ambazo zinahitajika kwa kupitia Bodi ya Maji bonde la Wami Ruvu tutawapa ushauri namna gani ya kufanya mazoezi haya kwa kufata taratibu rasmi.